Naam, karibu mtazamaji wa Gumzo la Ghassani kwenye Gumzo Updates na tena tuelekee kisiwani Pemba hivi leo ambako naibu msajili wa Mahakama Kuu ya Zanzibar kanda ya Pemba cha usiku k kuya Ameahirisha kesi ya madai iliyofunguliwa na aliokuwa wagombea wa nane wa uwakilishi kupitia chama cha ACT Wazalendo kisiwani humo hadi tarehe 23 Desemba 2025. Uamuzi huo ulifikiwa baada ya mawakili wa upande wa wadai kuomba kupewa muda wa siku saba ili kupitia majibu ya maandishi yaliyowasilishwa na upande wa utetezi na kuandaa majibu kinzani kwa kina. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kesi kuakhirishwa, mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Omar Said Shaban, ambaye pia ni kiongozi wa jopo la mawakili wa wadai, alisema kuwa ombi la muda huo lililenga kuhakikisha wanajibu hoja za utetezi kwa usahihi na kuzingatia taratibu zote ya kisheria.

tumefika lakini upande wa serikali pia umewakilishwa na mawakili kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu pamoja na mwanasheria uh, kutoka ofisi ya tume ya uchaguzi Zanzibar. Uh, katika hatua ya leo tumepokea majibu ya upande wa pili, upande wa serikali uh, na tume uh, na amri imetoka na mheshimiwa mrais kwamba tumepewa wiki moja uh, mpaka tarehe 23 kwa ajili ya kuleta majibu ya ziada kama tunayo Uh, majibu ya majibu kitaalamu anaita kama ipo hiyo, tarehe 22. Na tukifika hapo then kama kila kitu kitakuwa kimekamilika, basi mheshimiwa naibu mrajisi atayarudisha mafaili ya kesi hizi kwa mheshimiwa jaji mkuu, ili sasa mheshimiwa jaji mkuu aweze kupanga uh, majaji watakaosikiliza mashauri uh, tumeridhika na hatua hii na uh, sisi tutatumia katika kipindi hiki ambacho mheshimiwa ametoa moja kulipanga na hatua zinazofuata za shauri. Wakili Omar Said Shabana aliwataka wale waliokuwa wagombea waliwasilisha madai pamoja na wafuasi wa chama cha ACT Wazalendo wa waendelee kwa watulivu, wakati kesi ikiendelea kusikilizwa mahakamani. Nachotaka kusema kwa wagombea waliita malalamiko pamoja na wananchi kwa, kwa ujumla wao, watulivu katika kipindi hiki ambacho mashauri haya sasa yamefika mbele ya mahakama rasmi na mawakili tuna tunahakikishia tuna kwamba, uh, kila kitu kitakuwa sawa na taratibu zote zitazingatiwa za kisheria. Kwa majimbo yanalalamikiwa kati ya kesi hizo ni Kiwani, Mkoani, Chakechake, Chonga, Wawi, Kojani, Konde na Micheweni.